Yaani sisi ni majanga, badala ya kushughulika na mambo makubwa tunashughulika na mambo madogo. Subirini. So, baada ya wiki mbili mtaona badala ya mashehe kutoa klipu mbalimbali za kidawa kuhimiza Waislam watumie vizuri miezi mitukufu, watumie vizuri masiku kumi bora ya Dhulhijja, siku ya kwanza mpaka ya kumi. Bwana Mtume anasema afdalu ayami dunya hiya ayamu al-ashr, masiku bora ya dunia nzima ni masiku kumi ya Dhulhijja. Hayo Waislam hawapewi fadhila zake wala thawabu zake wala kheri zake. Ngoma ligi ya Simba na Yanga, Arafa moja au kumi na moja mpaka lini? Mpaka lini? kuna kauli wanapenda kutumia watoto watemeke, nitaitamka lakini siamini sana. Nani katuroga? Mimi nasema hakuna alieturoga, wachawi ni sisi wenyewe. Sikiliza, mwenzako ni nani wewe? Wewe unaye mind zaidi dhehebu kuliko dini, ulielishwa misimamo tu. Na bora ingelikuwa misimamo ya Qurani na Sunna, adila wadihatun ka wuduhi shamsi fi rabiati nahar bora ungelikuwa ume una dalili zilizo wazi ndani ya Qurani na Sunna, uwazi wa jua pindi unapokuwa katikati ya mchana, tungesema bana, hapana, huyu ana dalili, hana madhehebu. Dalili kashika, aya au kashika hadithi. Mwenzako ni nani wewe? Minakupa aya, nani mwenzako? Kisha wewe nitafutie aya au hadithi inayosema mwenzako ni wadhehebu lako. Alhujurat Aya nambari kumi, Allah anasema innama almu'minuna ikhwa Allah, hakika si vinginevyo waislamu ni ndugu, waumini ni ndugu. Kigezo cha mwenzako ni nani? Ndugu yako ni nani? Kigezo ni kimoja tu, Muislamu mwenzio Khutba hii pia watatokea vidudu mtu watakuja kunijibu, haiwezekani watu wote tukawa ndugu. Anayekataa udugu wa kiislamu huyo ni khawarij, sio katika ahlu sunna wal jamaa. Nini tatizo sisi? Unafiki ni mwingi, uoga ni mwingi, hofu ni nyingi, tamaa ni nyingi, uchawa ni mwingi, na hatuna ikhlas katika dini yetu na hatudhani ya kuwa iko siku tutaondoka duniani. Kipi tufanye basi ili sisi tuheshimike? wa atiu llah wa rasula wa la tanazau fatafshalu watadhhaba rihukum wasbiru Namtiini Allah, namtiini Mtume. Maagizo hayo, wala tanazau, wala msikinzane, wala tanazau, wala msigongane, wala tanazau, wala msigombane. Fatafshalu, mkifanya hivyo mtafeli. Sisi leo ni failures kwa sababu ya migogoro. Nimekupeni mfano, wiki mbili zimebaki. Badala ya kuona mashekhe wakiwaeleza watu utukufu wa mwezi wa Dhulhijja, masiku kumi bora, utukufu wa kufunga siku ya Arafa, ngoma Simba na Yanga, Arafa moja au mbili. Mwisho wa malengo ya Arafa hayapatikani na Waislamu hawajui Arafa nini, fadhila zake nini. Migogoro babu mivutano ngenga radi yametufikisha hapa. Wala tanazau, wala msikinzane, msigombane, msivutane. Fatafshalu, mtafeli, tumefeli. Hatujafeli feli, sisi tumefeli. Watadhhaba rihukum, na nguvu zenu zitaondoka. Hatuna nguvu, tunatumika tu pale tunapotakiwa kutumika. Na muislamu anaweza kuwa jiwe moja, laki moja tu akauza dini yake lakini asiyekuwa muislamu humuingie kwa ushawishi wa pesa, na kama atakubali mamilioni ya pesa, na tunajulikana kwamba she laki moja inakutosha baba askofu hapa mm, chini ya thalathini milioni akubali hiyo laki. Nakupeleka wapi? Njaa tu, tamaa tu. la hawla wala quwata illa billah. Kwa habari na mawaidha ya mashekhe mbali mbali na matukio ya Kiislam, subscribe chaneli yetu ya Khidma TV ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Asante.